Kaunti namba 39 ambapo wakurugenzi wa vyama vya ushirika katika eneo bunge la Mount Elgon huko Bungoma wamelaumu maofisa wa usalama kutoka eneo hilo kwa kile wanachodai ni kushirikiana na madalali wa kahawa kutoka Uganda wanaonunua zao hilo kwa wakulima. Wakiongozwa na Masibo cher, Cheshari wanasema licha ya wakurugenzi hao kushiriki kikao na vitengo vya usalama kuhusu namna ya kudhibiti madalali hao, imebainika kuwa maofisa wa polisi wamekuwa wakipokea hongo kutoka kwa madalali hao na kuwaruhusu kusafirisha kahawa hiyo hadi Uganda. Mwananchi yes. wa kahawa ako na haki ya kulindwa na mali yake, lakini sisi Mount Elgon hatulindwi na mali yetu. Mali yetu nyingi inaenda Uganda so, tungependa tu address that situation, mlete security wale wako saizi. uh -uh. Baba, mikutana mikikawa mingi, lakini, kwa sababu tumefanya mikutano kikao mingi na hao lakini hawajawahi tufanikiwa kwa mambo ya kahawa, baada inaenda Uganda. Smuggling ya kahawa imekuwa mbaya sana, na hizi kahawa zinapita hata mbele ofisi ya County Commissioner, Sub County Commissioner ya Cheptais, DCI ya Cheptais wakiona tu kahawa ikienda ng'ambo hii, tunaomba Cabinet Secretary ingewezekana hii security imecompromise, na wale watu ambao wanasimaga kahawa wakipelega inji ya Uganda, na ninapoongea tunaambiwa wanalipwa hata shilingi mia mbili pikipiki moja. Kama serikali ya Kenya, tuko napoleza ushuru mingi sana kwa kawa ambayo anaenda Uganda, kwa sababu hiyo ushuru ndio ingetumika kuandika watu kazi hapa Kenya Barabara zingejengwa lakini unaona tukapoteza ushuru mingi kwa kahawa yetu kwenda Uganda. We all know that coffee is the most is the second most traded commodity in the world after oil, so tukipoteza ushuru wetu, hao vijana ambao wanafanya kwa mfano kama meomap kama society zetu e, watapoteza kazi kwa sababu production kwa factory hazitakuwa. Tuleke kaunti namba 16 wakazi